Sana studio, studio kidogo. Eh bana, hivi mzazi unajiona faida gani? una mtoto katika shule nzuri, una shamba zuri, una mke mzuri. Unajivunia nini? Si <laughs> mwanao Maneno apate elimu bora ili akuwa dem mzazi kwa mzee bora. Sasa sisi tumeamua, tarafa ya Murongo, wilaya ya tunawaleta hapa Tumaini. Hii ndio shule ambayo inakusikiliza kwa shida zako, bodaboda. Mwanangu maisha ya baadaye, miaka 60 utakuwa haupo, umeacha nini huko nyuma? Majengo tunauza, mtoto tu anabaki, anajenga nyumba nzuri. Haya, twende sasa katika shule yetu pendwa ya Tumaini. Sisi tunasherehekea leo katika maadhari mafupi ya kuwapongeza watoto wetu wa elimu ya awali. leo wanahitimu elimu ya awali na wamekwenda darasa la kwanza. Tunakaribisha mzazi mlete mwanao, gharama zetu ni nafuu, alafu zinalipwa mara nne. Mara nne kwa mwaka magunia